Dalili hizi zinaashiria kwamba wewe umeshapata maambukizi ya peritonitis, ambapo nasema kwamba peritonitis ni uvimbe wa peritoneum ambao ni utando unaofunika uh, organi zinazopatikana tumboni, ambapo dalili ya kwanza ni maumivu makali ya tumbo, hasa pale ukigusa au wakati unatembea. Na dalili ya pili ni tumbo kuwa gumu, maana ukigusa tumbo unahisi inakuwa na ugumu Dalili ya tatu ni kupata homa ambayo inakuwa ni homa kali. Dalili ya nne ni kichefuchefu na wakati mwingine kutapika, lakini dalili ya tano ni kukosa hamu ya kula, na dalili ya sita ni kupungua nguvu au mwili kulegea, lakini kuna dalili zingine ambazo unaweza kuwa unaziona kwamba, moyo, mapigo ya moyo yanaenda kasi. Kwa hiyo hizi ni dalili zinaonyesha kwamba kuna tatizo ambalo lipo tumboni. Ukiona dalili hizi, chukua hatua, chukua matibabu ya mapema, kwani hali hii huwa ni hatari kabisa pale ambapo maambukizi yanaingia kwenye mfumo wa damu, yanaweza yakasababisha hali ya dharura ambayo itakupelekea sasa kupata ikiwa. E, matibabu yatachelewa, utapata hatari zaidi. Endelea kufuatilia video zangu ili uweze kujifunza zaidi.